Oke, okay, mabibi na mabwana karibu tena kwenye 69 media TZ, tunakuletea ule umbea ambao haupoi. Tupo fit kalikiti, waambia ndio, tumeshafika but the only one pipipi. Sipo peke yangu leo, nipo na mwenzangu adabu 13, nipo hapa kumi na tatu himself. Yeah t yeah, yeah, yeah. na umbea leo bwana, tunakuletea ni umbea mzito, mm. Yani tunamzungumzia mtu mzito. Unajua mtu ukisema mtu mzito ule mtu ambaye ana mali, ana watu wengi, mtu wanamfuatilia mpaka magari, jina la gari, yaani ukiachana na ile jina yake lake, Bugatti. Mm, unajua ni mtu kisha mwambia gari kubwa, gari kubwa ya thamani sana gari ya thamani ambayo, <laughs> headline sana miaka ya nyuma. Uh, Bugatti bwana ameweza kuzungumzia swala zima kwamba anasubiria fidia Mm, ana anasubiri bilioni moja kutoka kwa yeah. Maimartha jesi ambaye ni mtangazaji pia wa uh, wa wow, yupo kwenye na tasnia ICU ya habari, ni mtangazaji wa ICU yeah, lakini pia ana online zake yeah, ni mtu ambaye mwanahabari nguli wa zamani sana. Ukimzua Maimartha ajua ni mkubwa eh? kipindi cha dansi, kipindi iko Maimartha iko na binikinyeia kitambo, unajua mbae lakini wa yani... ni sana, sana, sana. Sasa bwana Maimartha ambaye anatakiwa kulipa bilioni moja kwa bwana Haji milioni, jamani, ni bilioni moja yani milioni mia tano kwa mia tano zifanye mchezo sasa. Haji Manara bwana, moja ya kauli ambazo ameziongea na watu wakasema hey.

Acha watu walivyoona ishu ya Manara kusema kwamba ye anataka bilioni moja, anahitaji yuko, yuko, e, mradi anahitaji kule bilioni moja na, na u, uzuri kwamba mwenyewe kasema kwa bilioni moja eh. Hey. Kataja mpaka hiyo fedha anaenda kuitumia vipi ata, yaani, mtu hela hajapokea kitu tayari, <laughs> kashaweka, kashaipigia hesabu, anakwambia bilioni, bilioni kwenye hiyo bilioni moja uh -huh. Kuna fungu lake nala na la mkewe Zailisa huyo mm -hmm. Unajua, kwenye bilioni moja itakayotoka itakayolipo, kwanza kuna wale mawakili ambao wanasimamia hii kesi, ndio kwa hiyo lazima wao wataingiza fedha hivyo vyote kwenye bilioni moja eh, lakini pia na kuna fungu litabaki. uh -huh. Tuseme bugeti mwenyewe anaweza kawalipa wale wana wow, yeah, hey, yeah. sheria alfu yeah, mia tano uh -huh. Ikaingia kwake alfu mia tano ingine, anasema inaenda kwa mke wake Zailisa hatari na anasema mia tano yake atakapoipata e. Atairudisha kwa wale waandishi wambea wambea ambao wanaandika wa vitu wa havistahili au havipo uh -huh. Katolea mfano kwa huyo Maimartha ambaye yeye mwenyewe anasema kaongea habari za uongo. Kwa masa, kitu cha uongo cha uongo Maimartha so akasema eh, kwamba Haji Manara Ndiyo. Alikuwa nyumbani uh -huh. Zailisa hakuonekana nyumbani kwao siku ngapi? Tatu hizo taarifa Manara mwenyewe anasema zinatoka wakati mkewe yuko naye ndani. Ah. Yaani hizo siku tatu mkewe yuko naye ndani, tena mke wake anachukua simu ya mkononi, namwonyesha, bwana mume wangu, angalia hii, ikaandika Maimasa sipo nyumbani sipo nyumbani. mimi nani, hebu niangalie, huyu nani hapa, niko wapi kama siko nyumbani? Kwa hiyo twiga huh. Akamaindi e na inavyoonekana, inavyoonekana kama indi. Baada ya kumaindi akaona, sasa inavyoonekana, inavyoonekana twiga ndio kampa nguvu mzee. Unajua bugati ni mtu ambaye unasikwa pafakn namshtaki mtu kwa sababu tushazoea anashitakiwa mtu akushtakiwa nae, mwenyewe mimi mdomo wangu nanipeka pabaa, lakini ndo biashara yangu. Hey, mm. Sasa safari akasema inaonekana juu kuongea. Yule akiongea kidogo tu mzee, basi yeah. Kamaliza yani, ana shida mzee akamwa yani, kwa hiyo <coughs> Akasema aka bilioni moja, bilioni mia tano kwake, mia tano kwa mke wake. Kwa hiyo atatoa hivyo atagawa. mm. Tukiangalia mm -hmm, kwa haraka haraka tu jamani, hizo mm. bilioni itatoka bilioni hiyo mm. hiyo bilioni mm. bilioni sijajua inatoka vipi kwa sababu mm. Mm. kwa sababu kwanza mm. ta, taarifa ambayo tuko nayo Maimartha mm. Kawashtaki Zahirisa na, wa za na mume wake, nabidi alipo bilioni tatu e, mbili. Sasa hapo ndio issue nzima ambayo imeiteka mitandao siku ya leo, yaani Maimartha baada ya kushtakiwa kuchafua brandi ya Haji Manara na Zailisa akashitakiwa na anatakiwa kulipa bilioni moja, mm -hmm. Baadaye Maimartha naye kaenda, ku, kaenda kumshtaki Haji Manara e. Na Zailisa haswa e. haswa Zailisa kwa tuhuma uh -huh. za yeye kuchafuliwa na kutukanwa na hawa watu kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. k kila mmoja anaamini yeye ana haki e, kila mtu anajua kila mmoja ana haki. Sasa mmoja bilioni moja, wengine wamepanda kidao bilioni tatu. Sa ngoma hapo, ndo tujiulize, hii ngoma nani anakwenda kushinda? Kwamba watu wagawane hizo milioni ta, bilioni tatu kwa, yani bilioni moja atoe bilioni moja ampe huyu, alafu nai tena atoe bilioni tatu ampelipa mwenzake, au tu amalize tene. Mambo ni mengi jamani, au tuyamalize haya mambo yasiwe mengi. Kwa hiyo hii ishu nzima imekuwa kwenye sitofahamu na watu hawajui inakaa vipi, itaendelea lakini, lakini mm -hmm. Inavyoonekana mpaka sasa hivi kuna mmoja kapaniki sana, kunaonekana kuna mmoja atakaye paniki kaisha kwa sababu ulimtajia mwenzako bilioni moja ukaona ni kubwa hasa. <coughs> mwenzako akakuletea mara mbili. sema, sema, kama kama hii ishu mm, ya kusema kwamba mke wa mtu mke wa mtu hayupo nyumbani kwake, utambao ulete ushahidi. Yani utambao ushahidi uko wapi? tulete ushahidi, kama ushahidi una wa mke wa mtu kwamba akulala nyumbani kwa nyumba, nyumba mume wake siku tatu, kama huna tayari umeisha na hizo za ndani mm. sana yani kama zandani, huna kuchimua, umeisha mpaka ujue mm. mke wa mtu ajalala na mwenzake yeah. Sasa ndo hivyo eh! Hiyo ni habari nzito sana, adabu bana, ishu ishakuwa nzito sasa. Ukiachana okay, na ishu nzima ya Maimartha na Haji Manara ni bato okay. zito hili bato la mwaka. uh-huh. Hii wiki inaonekana na kuwa ya moto sana kwa upande waisiherufi M na M Manara. Ah, yule ni Haji H na M. Haji Manara na Maimartha Jesse eh, mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Lakini pia kuna upande mwingine, jana Manara alizungumza eh, na pia likateka eh, mitandao by storm mm, mm, mm, mm, sasa ishu ah, mm, mtaje tena nani? Rushaina ah. Rushaina ya. Yani, rushaina ah. kama anaja Rushaina alikuwa ni mke halali kabisa wa bwana Haji Manara. ah. na ye, aliteka sana, Manara. Hey, eti Manara tena jamani, Rushaina <laughs> sana ah. aliteka sana mitandao sasa. Rushaina bwana, kwenye moja ya posti ambazo zina trendi ndio kuna dm zime

Mtu kafananisha hivyo, after kuna posti eh, ya huyo alikuwa Rushaina anam, anam, anam, anamsema tu e, Aziki anamsema shimejeto e, lakini yo filigisi sio kama, akasema yeye yo filigisi ni mtana nayo. Kwenye moja ya comment nikasema watu tunaloomba sisi a, kama tumeomba sisi mm haya -hmm. Nikaja kukutana na ile taarifa yule nani Rushaina alikuwa anamsema Aziki ya baadaye chini akadika mkwa mlazimisha mimi niwe kwa bugani na Manara na mdomo ule <laughs> <laughs> Sasa mdomo umefanyaje? Wakati anakuja goti anakoa, ulikuwa huoni eh? si ee kakubali eh. akaongeza mke mwingine ukakubali, mm. ukasema hu na kinyongo na mke mwenzako naishi naye vizuri kwa mapenzi, leo tena anasema mdomo umefanyaje? mdomo mdomo, si unatengenezeka, siunatengenezeka mambo haya ah. Lakini mwenyewe Manara amesema nimemsamehe, nimemsamehe. Akasema bwana, mimi nimemsamehe mm. Sitaki mambo mengi, kwa hiyo lakini kuna kitu pia mm -hmm. Zairisa anadeka, hey. Ah, Zairisa, unajua, hata kidogo. Umbo na mm. Uchuga, unajua kidogo, Zairisa anadeka nye, anadeka nye. Zairisa, unajua <coughs> mimi ni moja kati ya watu ambao wamehudhuria ule mkutano wa Haji Manara, akiwa mimi nikikaa, macho yangu naangalia. Muhimu mimi sitaki kutangazia umma, sitaki kutangazia lakini, <coughs> lakini watu waishi nayo hii. Kuna kitu kitatokea kikubwa sana baina ya Manara na mke wake, sio kibaya. wakati wanaingia, mm. wakati wanaingia. Haji kajitutumua hivi yeah. Alafu Zailisa kama kawa mnyonge, nikasema mbona kawa mnyonge, yeah, mnyonge. mnyonge alivyofika kakaa kwenye meza pale yeah. baada kama dakika tano akaomba haraka haraka kuinuka katuenda nje yeah. lakini ni mtu ambaye anaonekana kama kuna kitu kwake akipo sawa, akarudi ah, baadaye yeah. Alivyorudi akaketi tena na Haji Manara. Yeah. Baada ya kuketi na Manara nikaona kuna kuna swali akaulizwa za Elisa kuhusiana ishu nzima ya Rushaina akasema, mimi ya, ya akasema mimi siwezi kujibu, ndio utajibu nini? Sipo sawa, sipo sawa kiafya, naomba jibu mume wangu eh. Mume wake sisi unajua akasemaje? Eh, mke wangu anasumbuliwa na tumbo hapo. <laughs> tena eh. kuna nini tena, eh. Eh. Eh. za ndani kabisa. Hizi za tena za kuzichimba eh. sitaki kusema kuna kitu gani eh, lakini Sura, sura ya Zailisa kati anaingia, mm-hmm. Sio zailisa yule, kuna mabadiliko, kwa madani, eh, kuna mabadiliko tumeaona tumeaona hata alivyovaa yaani tumbo linamsumbua sasa, akasema anatumia si antibiotiki situmbona hmm. Ona nkaona mm, hapa hapa Kukazema, kwanza. koma. Sisi madaktari mm. so, tu tu tuna, eh, tunajua tunaona ugonjwa tuna gani? mtusubiri eh. Basi unaweza kutuambia huu ugonjwa ambao unaanza kuonekana eh. kuonekana kwa zaidi sana ni ugonjwa wa aina gani kwenye comment? Na unatibika kwa dawa gani? tuandikia kwenye comment, ili tujue maana sio kwa tumbo lile mm -hmm. tumbo linamuma eh. ah. kwa mimi nimefuatilia nikaona akasema eh. yes. Basi tutajua kama ni eh tunachokitegemea, sisi e, eh, ndio hicho basi ndio hicho, au sio hicho. Kama sio hicho, basi insha e, kama inshallah eh kama sio hicho, endelee kuchemsha maji, wanywe maji yalokuwa salama eh. Basi kumwa sana matumbo, jamani, maana mambo eh. yashakuwa ni mengi sana bwana, vipipi mm. umbe alokuwa, uh, tumuwasilisha ni hapa Manara, Maimartha na Kipeshi nzima ya ya Rushaina kwenda kuongelea Manara kwa jamii tendao ya kijamii Manara na Mswame e. lakini issue ya Manara na Maimartha bado iko Bumper to bumper tunaenda nayo e, tutawaletea kitachoendelea mm. tutajuza tena hapa hapa kabisa Karetea kabisa tuone bilioni moja imetoka au lazima tujue, tujue. Lazima kabisa imetoka Atuaki au haijatoka, Mpaka e, mwisho wake tukijue. basi sawa, sisi tunawaga hapa, tunaondoka kini fika pale YouTube kwenye yeah, channel yetu una subscribe, bonyeza alama kengele, like, comment na kushare ili e, kuwa wa kwanza kupata mataarifa yetu as usual na kuletea vitu ambavyo bado ni vya moto sana, lakini pia tuna dig ndani sana kukuletea vitu ambavyo bado hujapata kuvifahamu. Mi naitwa Ali Adabu 13 the one only peeping. Bye.